Tazamaji, tunakwenda moja kwa moja katika mada yetu, ambayo tumeuliza mbona inakuwa kama kawaida hivi sasa watu wanapokuwa wameachana, uh, wanaombeana mabaya, uh, bila kujali kwamba mtu uliza naye ama nini. mm. mm. Eh, kuna mmoja hapa anasema ni Jackie kutoka Muranga. Uhum, jumbe imenifurahisha. Anasema habari yako Lulu na Rashid, swali zuri sana mimi. Kivyangu naona inategemea mmeachana kwa njia gani. Uhum niliyekuwa naye, nashukuru sana kwa mateso yaliyonipitishia, alifanya nikajaliwa na mpenzi bora zaidi. Kwa hiyo niko bizi sana na maisha yangu, sina dakika hata moja ya kumwombea mazuri ama mabaya. Sasa ona, ndio maneno hayo ambayo yatamuudhi yule ambaye aliachana naye, lakini <laughs> amezungumza ukweli kwamba yeye anajizungumzia yeye kwamba hana shida naye. Lakini je, yule mwingine naye mtazamo wake ni upi? Dokta Mwaka. Uh, hili swala ni nyeti sana kwa sababu tumeona wanasema ma, maviakale yachikunuka mm -hmm, lakini pia ana mipaka yake. Je, ni ukweli kwamba lazima utaungulika ama unaweza ukasonga mbele, Dkt. Mwaka. Naam. mimi nafikiri uh, nianze na swali alilojibu uh, msikilizaji mtazamaji mm -hmm. ambalo amelisoma dada Lulu mm -hmm. Ukitazama maelezo yake yanaonyesha wazi kabisa kwamba hata yeye ni mwathirika wa jambo hilo mm -hmm. Ametanguliza kusema upande wake amepata mpenzi aliye bora zaidi mm -hmm. Ndio maana hana muda wa kushughulika na yule mm -hmm. Na ukweli halisi ni huo kwamba mara nyingi watu wanapoachana, na hasa wakiachana katika namna ya magomvi, huwa kila mmoja angetamani yeye binafsi akawe bora zaidi, akapata kilichokuwa kizuri zaidi. Sasa anapokuwa hakupata yeye kilicho kizuri zaidi, anaombea mwenzie apate kilicho kibovu, ili bado yeye abakie kuwa mwenye kizuri. Huyu asingepata mwenza mwema na mzuri kama anavyosema, si ajabu angekuwa anamtakia mwenzie mabaya. Labda niliweke hivi, mara nyingi tunatakiana mabaya kwa sababu kadhaa. Mojawapo ni kutokujiamini. Uh, kuto kuachilia. Wengi wanaachana bado wanapendana, na ikiwa mnaachana bado mnapendana, mara nyingi huwa mnatakiana mabaya, kuto kukubali kilichotokea katika kuachana kwenu. Lakini inapotokea dhuluma ndani ya kuachana kwenu, anayehisi kudhulumika huwa nafsi yake inatamani justice, na justice yake ni either yeye apande juu zaidi, au aliachwa au aliachika ashuke chini zaidi. Lakini la mwisho ambalo hulitokea na hasa kwa wanaume, huwa ni udhaifu tu. Uh, wanawake ni asili yao kututakia mabaya, wala hawalaumiwi. Lakini mwanamume ukiachana na mwanamke ukamtakia mabaya unaonyesha udhaifu, ni, ni, ni, ni weakness kwa sababu ulipaswa kufanya makubwa na mazuri kwake ili umtakie apate makubwa na mazuri huko aendako, na bado aamini kabisa, pamoja na makubwa na mazuri atakayoyapata, yasifikie makubwa na mazuri uliyomfanyia wewe. Kwa hiyo ukiona mwanamume anaachana na mwanamke na akamtakia mabaya kama hapata kuwa na dhuluma ndani yake. Kwa mfano mwanamume kudaiwa vitu vingi ambavyo hakustahili kudaiwa, na bado akaendelea kuteseka mwanamume kwa kudaiwa pesa na vitu vingine, hapo akitaka mabaya anaweza akawa na justification. Lakini kama kwenye kuachana kwao hakukumwachia yeye dhuluma ya aina yoyote ya yote, yeye kudhulumika na bado akamtakia mwanamke mabaya, hiyo ni ishara ya kuonesha udhaifu huyu mwanamume ni udhaifu, ama ni kuonesha kwamba bado anampenda aliyemwacha. Yote mawili yanakwenda sambamba. mm -hmm. Either hajakubaliana na hali halisi ya kuachana, bado anampenda, anaonyesha hasira kama kuficha ile kuadmit kwamba bado anamhitaji, lakini wakati mwingine ni kuonyesha udhaifu. Maana hata kama bado anampenda, kama kweli wewe ni mwanaume strong, ni mwanaume imara, ungetamani apate mazuri na makubwa huko endako, ukiamini kabisa kwamba hata yayo makubwa na mazuri kiasi gani hayatofikia makubwa na mazuri uliyofanya wewe kwa kupitia moyo wako ulionao. Naam, Miriam, umemsikia Daktari Mwaka akisema kwamba kwa kawaida huwa wanawake endapo takosana kuna asilimia kubwa huombeana mabaya hasa kwa ule mpenzi wake ambaye anaweza kuachana. Je, ni kwa nini hiyo hivyo? Kwa nini kwa wanawake ni rahisi sana kuombeana mabaya? M, mara nyingi kwa sababu huwa tunaona tunaoachwa ni sisi wanaume mara nyingi wao huwa hawaachwi, na ndio maana inafika mahali kwamba mwanamke naibeba ile dhima ya kusema kwamba sikubali, kwa sababu kaniacha. Tulichuma, tulinunua wote kiwanja, tukajenga nyumba, niliabda nimkuta hana kazi hana biashara, kwa hiyo leo ana biashara. Kwa hiyo sikubali kwamba hivi vitu aje kutumia mwanamke mwingine, angali mimi na yeye tulichuma. Lakini mimi nataka niweke sawa kwamba si wanawake tu, hata wanaume. Mimi nishawe kushuhudia mwanaume anaambiwa, bwana, yule mwanamke wako sasa hivi hana pa kushika hana pa kukamata. Anasema, alhamdulillah, karma yangu, Mungu kanilipia. Ni mwanaume huyo, umeona. Anasema alhamdulillah, Mungu kanilipia, kan hii ni karma. Asa, anaanza kufunguka. Mimi nilikuwa sina ubaya naye Eh, mimi nilikuwa sina ubaya naye, kila kitu nilikuwa nampa, na kila kitu nilikuwa eh, maona, lakini yeye alivyoona amepata, alivyokuwa amepata, alivyoondoka kwangu alivyoona amepata basi yeye akahisi ndo atapata moja kwa moja. Kiko wapi Mungu fundi? eh, Mungu kampiga chali. Hata kama anaweza kuondoka kwako akaenda kuolewa na mwanaume mwingine, mwanaume akisikia kwamba bwana hata kule alipoenda kuolewa kaachika, kasema yule hawezi kuolewa, tabia zake moja, mpaka ukoo wake moja. Kwa hiyo hiyo iko kote kote kwa wanaume na kwa wanawake. Na hasa kabisa, naomba ninukuu kauli ya Dkt. Mwaka, kama bado kuna mtu unajua anaondoka kwa mwanaume ama anaondoka kwa mwanamke, bado nafsi yake Tutakuja uh, tena kwa, uh, media, kwa uh, kuna, kuna kitu kimezungumzwa na Miriam na kuna kitu kimezungumzwa na daktari kwamba wakati mwingine mm -hmm. Unapoje tunaweza kubali kwamba ukipata salamu kwamba uliyemwacha na kuzungumza kwamba ni hakikisho kwamba huyo mtu bado anakupenda tunaweza kubaliana ilo kwa asilimia mia moja. Wacha nikwambie hata kule kuachana kwenyewe, watu wanapoachana kuna wengine ufanya kama ni utani, lakini kumbe vile ni kweli kwa sababu watu wawili waliopendana na Mungu akawajalia wa akawapatia wa watoto, utasikia tu mtu akisema kwamba nipe talaka yangu, ati mtu ataka kuondoka. Lakini wakati mmoja anapoondoka, lazima mtu atasikia kitu moyoni mwake. Na unapoona kama ameenda, watu wamekuwa ameenda, alafu mtu anafuatilizia, ni kwa sababu ya ule upendo ulikuwa pale mahali, kwa sababu upendo si kitu cha cha urahisi na una- unapoona mtu anapotaka kujua kwamba haendelei vizuri, yaani kama atakamwezake asiendelee vizuri, ni kwa sababu ya lile pendo, kwa sababu ule wivu bado uko pale pale. Kwa hivyo mi naona watu wengine wameachana, lakini wanajuta pale mahali walipo kwa sababu kosa nililowafanya wakaachana ni jambo ndogo tu ambalo wange wangeweza kurekebisha. Sasa mimi nitazungumzia, labda kuna mtu anasikia tunapozungumza, kwa wale ambao waliachana wakatakiana, mtu humtakii mwenzako kuwa na maisha mazuri kwa sababu mliachana na ni mtalaka wako, uko naye na watoto. Tusichukulie mambo rahisi. Wakati mwingine kama umeona jambo, liangalie kwanza mpaka ulione kama liko na ushahidi, maanake wengi wanaachana kwa sababu ya meseji umeipata, huna uhakika nayo, hapo ni talaka. Kwa hivyo nasema katika ule ule uchungu na ule wivu ndio unafanya watu watakiane ma, mabaya na ukiona wakitakiana mabaya ni ule upendo uliokuwa ndani yao na, na, na. Mbali na hayo, Dkt. Mwaka, endapo wapenzi wawili ama wanandoa wawili watakapoachana wa upate kwamba wanazungumza mambo mengi, wanatoa siri zao za ndani huko, mm. ni kukomaa mm. ama walikuwa hawapendani ama walipendana kupita kiasi? Hapana, mara nyingi mwanamume mm. au mwanamke, kutoa siri ya ndani au maovu mabaya, mapungufu ya mwenzake huwa ni justification. Anahalalisha kuachana kwao. Mara nyingi mwanamke ataulizwa na wenzie, mbona umeachana na fulani alivyokuwa mwema vile, alivyokuwa na uzuri ule? Atatafuta namna ya kujustify, ndio ataongea mabaya yaliyopo na yasiyokuepo. hal kadhalika, mwanaume ataulizwa na rafiki zake, ndugu zake, umemwachaje lulu? Lulu alikuwa mwema sana, lulu alikuwa mzuri sana. Ili kujustify sasa kule kuachana, lazima atafute mabaya kuweza kubalance ule mzani, ndio ataongea yaliyopo, wakati mwingine yasiyokuepo. Kwa hiyo nawaambiaga watu siku zote, kama umeachana na mwenza wako ukisikia kule anakuzungumza mabaya jipige kifua, sema yes, nilifanya vizuri. Maana yake ni kwamba kuna watu wanamtajia uzuri wako wanamtajia mazuri yako, ndio maana anajaribu kuyakinga kwa kutangaza mabaya yako, whether unayo au hauna. Mwanamke hali kadhalika, ukiona umeachana na mwenza wako na unasikia anazungumza mabaya kule nje, sema Mungu, asante kwa sababu kule anaulizwa kilichomfanya achane na wewe despite uzuri ulionao na mazuri ulionayo. Kule wanamsuta na yale mazuri yako ambayo wanayajua yeye. Sasa, ili kujitetea kuhalalisha kuachana kwenu ndiyo anazungumza mabaya yako, wedha yapo au hayapo. Kwa mimi ningetamani tu kwamba tunapofikia mahala pa kuachana, kabla hatujaachana tujiulize kweli tupo tayari kuachana kwa sababu kama mazuri hatuyaoni ya, ya wenza wetu jirani zetu wanayaona na tukienda kule nje watatusuta nayo na watakapotusuta tutaanza kutangaza mabaya lakini si hapo pabaya zaidi ni pale ambapo sasa baba au mama anapoanza kuzungumza mabaya kwa watoto wake hapa ndo pabaya zaidi kwa sababu kuna wakati watoto wanamuuliza baba yao mbona mama ulimwacha au mbona baba uliachana uli naye ili kujustify kujitetea kwamba hapahapa hakufanya makosa yeye, anaanza kuzungumza ubaya wa mwenza wake, bila kujali kuwa anazungumza ubaya wa baba au mama wa wale watoto. Haijalishi utaongea ubaya kiasi gani, jua bado unaongea ubaya kwa watoto wa huyo mzazi. Hmm. Baba mbona uliachana na mama? Mama yenu alikuwa alikua hivi, mabaya mengi, hujui kwamba unawatajia watoto mabaya ya mama yao, kitu ambacho wasingependa kusikia na kinawatesa. Na hali kadhalika upande wa kina mama hivyo hivyo, pale mtoto anapolalamikia baba, mimi nimemwona shuleni mama, mtoto rafiki yangu kaja na baba yake, bwana baba hayupo, mama, usikimbilie kuongea mabaya ya aliyekuwa mwenza wako, kwa sababu unaongea mabaya ya baba wa huyo huyo mtoto. Kwa hiyo ni, ni, ni, tu, tu, tu, tukomae tu tuwe wakubwa tu kwamba inapofikia mahala tunaachana tuwe tumejiridhisha kweli hapakuwa na namna nyingine na kuachana, si lazima niwe mbaya na si lazima uwe mbaya. Inawezekana kwamba mahusiano yetu ndiyo si tofauti. Wewe ni mzuri kwa mwingine, mimi ni mzuri kwa mwingine, ila sisi pamoja hatujengi kitu kizuri. Tukikubaliana hapo hatuwezi kutakiana mabaya. Lakini nikiamini kwamba mimi ni mwema, wewe ni mbaya weni mwema mimi ni mbaya, ndio chanzo cha kuanza kuchukiana na kutakiana mabaya. Na haya mabaya, mbaya zaidi, yanawaathiri watoto kama mlipata watoto. Katika vitu vya kuepuka ni kutakiana, kuombeana na kusemezeana mabaya, kwa sababu yanakwenda kuwaathiri hawa watoto moja kwa moja. Bila shaka, nafiri alipoachia Dokta Mwaka ndipo takapoanzia kwa sababu ametoa tahadhari kwamba kama labda pengine kuna makubwa mume wako wamekufanyia, watoto wakikuuliza Tumia hekima na busara, danganya. mm -hmm. Sawa wakati mwingine, lakini uzungumze mazuri, wengine mabaya, ufanya mabayo, nakuambia babako ama mamako alikufa. mm. Simtajie huyo. mm. Mjinga alikufa <laughs> Tazama itakuja kuweza kuendelea Bi Msafwari, najua na maoni na Miriam ana maoni, tutaendeleza hii mada, maanake yapo ambayo yanatakana na ya kuelimishwa kwa sababu athari naacha kwa mtoto itakuja kumsumbua katika siku zake za usoni. Kucheza na shilingi, lakini usicheze nayo kwenye shimo la chuo. Mimi nimefurahishwa kidogo na Dr. Mwaka. Kuna kitu anasema tunaweza kwamba hatupatani lakini inaweza kuwa nampenda mtu mwingine, unampenda mtu mwingine, mkaelewa wanasema kila Shetani na mbui wake. Kabisa. Kwaheri mtazamaji.